Ulimwenguni mote tukaihubili injili kwa kila kiumbe na kila binadamu. Umesema yule ambaye atakayeamini atabatizwa ataokoka. Bwana, tazama dada huyu amekukubali wewe, kwa sababu alikuja na mateso, alikuwa amelogwa na wachawi. Umetenda miujiza, amepona. Alienda kwa waganga, alikuwepwa na dini yake, dini ya, ya baba zake, lakini hajamsaidia alienda kwa waganga lakini hawajamsaidia, amekuja kwako umemsaidia bila fedha, na kama ulivyoniambia kwamba watu wangu siwaitishe fedha. Nami pia kwa wito mkuu ulionipa umesema nimekupa kalama za kuokoa watu bure. Tazama Mtakatifu, amekombolewa ameokoka, sasa amekiri kwamba anataka kupokewa Yesu, nami na namkabizi mikononi mwako. Nami kwa mamlaka ulionipa, ninaua kila roho ya udini ambayo ilikuwepo kwenye damu iliyokuwepo, kwenye mifupa iliyokuwepo kwenye akili, ninaitoa kuanzia sasa. Ninatoa yale mafundisho ya kwanza aliyokuwa amefundishwa na baba zake na dini za kale ambazo alikuwepo Ninazitoa. mkono wangu ni moto, ninauambatanisha na mkono wake. Ulimwengu wa roho, kila aina ya madhabahu za dini nyingine ninazivunja. Madhabahu ya dini za kiganga nazivunja. Madhabahu ya dini ya mizimu nazivunja. Roho Mtakatifu, ninamkabidhi kwako, ukatembee pamoja naye na kuambatana pamoja naye. Atapitia vita, ndugu, atamkataa, watamtenga, watam sema vibaya, watamdhaki. Roho Mtakatifu, ninakuomba ukampa imani, ukatembee pamoja naye. Ninaachilia zawadi ya Roho Mtakatifu kwako, mwanangu. Roho Mtakatifu atakusaidia, utafika mbali. Kuanzia sasa, natangaza umeokoka na umekombolewa. Hakuna mchawi ambaye atakuloga, hakuna miungu mingine ambayo itakuloga. Kuanzia sasa, nakupatanisha na mbingu. Utakapomwomba Yesu Kristo atakujibu na atakusikia maombi yako, ni kwa jina lako Yesu.